ndio maana watu wamechanganyikiwa, watu wamechanganyikiwa <laughs> okay. okay no problem <laughs> hapa tunaendelea kitaalamu. Nimepata ofa tiketi mbele ya waandishi, kwa hiyo mimi naenda kupanda pipa, tunaenda kuwa mawime passport nayo mi passport nayo. Ndugu wangu, mi mtu mkubwa. Ya unapomwongelea Mandala, namwongelea mtu mkubwa, sindio? leo hii Tumekuja kuchukua pointi tatu ambazo wameziona kwao ngumu sisi tushindwe. Yaani, wa tofauti she. Though, hii Simba wale wao. Hii ni Simba wale ni wao, sisi lengo letu ni kubeba ubingwa wa Tanzania. Na hakuna chochote sisi kitachotos sisi kitakuja kututisha. Na tunachokijua na Simba tuna mechi. Simba tunachokijua tuna mechi 30 sio 29. Ili ligi kamilika tunacheza mechi 30. Kwa hiyo tutacheza viporo zetu, tutamaliza mechezo yetu, tutakuja kudai mchezo mmoja na lazima mchezo uchezwe. Lakini amesema wacheze. Wao si tujui. Sisi tunajua wao ndio wamesema. Kwa hiyo wao ndio sisi. Si tunachojua ligi ikamilike, michezo 30, lazima mechi ichezwe. Na kama unajua na hapa exclusive news, tarehe inapangwa, na dabi itakuwepo. Kama watu kuja, watapokonya pointi 15 na daraja atashuka. Huu ndio muda, sasa hivi hakuna kwa panda, watu vichwani, siji, simba si yanga si ndio. Mpande bodi ya ligi, mpande mamlaka. Bodi ya ligi na TFF ni mamlaka, lazima uheshimu mamlaka. Sio, unajiona kisa kabla yako kujiona ni mkubwa kuliko mamlaka hii. Uamini kama hao ni mamlaka. Kumbuka kule anaenda kasi, wameambiwa nini? Hii ni kwa kujua kama bodi ya ligi na TFF ni mamlaka, wameenda kasi kule, wamerudishwa, wameambiwa nendeni huko huko. Watu ambao wazara wao kumbuka, washaza wao bodi ya ligi viongozi wao, washaza wao TFF viongozi wao. Lakini wameenda kasi kule, kasi kuna wazungu kule, hamna Waswahili. Watu wanaambiwa kule kasi, wanamjua nguguto, hawamjui. Kama wameambiwa rudini kule kule. Umeona? na mimi nilichofurahi kwa kweli mm -hmm. Macha macha Yanga wanataka kuaminisha umma kwamba kasi ya kutoa ile taarifa ya uongo, ila nilichoshukuru leo, ukisoma peji yao wenyewe amekiri kwenye peji yao, kweli sisi tumefurushwa kasi. Ukisoma peji yao kweli, wamekiri kwa mdomo wao kweli tumefurushwa sisi kasi, ila yani kama tumefurushwa baada ya tucheze sasa. Mimi naanza kwa kila kawaida, kasi ndio mahakama ya mwisho? Kuna mahakama nyingine jamani? Au mimi nasahau, naweza mkanisaidia waandishi, yani mahakama mpira kubwa ya mwisho si kasi? Kuna mahakama nyingine? Kama kasi wamekushindwa, wamekwambia sio kesi, uje tena useme umegoma, si kesi, utapeleka wapi? Yani yanga kesi utapeleka wapi? Kwa hiyo kuna muda uongozi wa Yanga watumie akili, wafikirie, wa analyze vitu, waangalie. Kuna muda busara inahitajika ifanyike. Nisikilize, hebu nisikilize, kwa nini busara hakuna? Uh -huh. ni uh -huh. ni ni kama kama bodi ya ligi iliteleza hiyo kitu, lazima mkijue, hakuna asiokataa bodi ya ligi imefanya imeteleza, hakuna asiojua kama viongozi wa Yanga wanatelezaga hakuna mtu asoja kama viongozi wa Simba anateleza, na ndio maana hata Simba ukifuatilia mechi ya kwanza ilivyoghairishwa, Simba alikuwa anataka kupata pointi tatu, lakini Simba kukuta mambo yametokea, kwa sababu anajua binadamu kuteleza kawaida. Haya, wamesoma, wanaamini kasi, wameenda kasi, kesi imebuma. Bado mjitathmini tu, yaani bado mtajifunza, yaani kweli mmeenda kasi na kesi imebuma. Baada ya mjajifunza, mataka tena tucheze, tucheze, napendelewa, wameandika kwenye barua yao vipi vipi, napendelewa. Hebu jamani, mtuulizane maswali katika uongozi huu wanaosema Yanga katika uongozi wanaosema kuna uongozi huu ndio Yanga amechukua ubingwa mara tatu. Shee, uongo uongo, kweli? Huu uongozi wanaosimanga, wanaosema kwa mabaya, ndio uongozi Yanga amechukua ubingwa mara tatu mfululizo. Basi wakakaa wapa TFF, tuwe na imani nao kama sana TFF na bodi ya ligi kuu wakakae wao. Kuna muda ukiongea vitu, hata watoto wadogo nawashangaa yani. Kuna muda nashanga, anajiuliza yanga amedhamini vilabu saba na uongozi wa bodi ya ligi amechukua bingwa mara tatu kwenye mitandao yao, unajua kuna vitu vimejitenga, kuna mashabiki na kuna uongozi. Umeona Simba, si tulivyo interview mtaifanya ame nini? Amedia hawezi kuifanya kwa sababu yeye anasimama kama image ya timu amedia, anaposimama mbele image ya timu neno yake akiongea media limeongea nini? Mimi nikiongea akaongea mandala shabiki, sasa uongozi wangu anapoelekea, wanataka waongee maneno ya kishabiki, sio sio, so kama uongozi tena mm? nielewe vizuri

wanachokifanya wanazidi kukosea na wow, wanazidi kuonekana wao, uongozi wao unaendesha kisiasa. ile kisia agulia tena naudsomi meewe mahakama ya mwisho wa mpira. Mahakama gani? kasi wamesemaje? kasi Dugo wamesemaje? ndiyo wakati huku huku wanawashitumu kwa hiyo kwa na na... tunachokisema wow, ya. Sisi Yanga wanaendeshwa kisiasa, kuna muda atakuwa atumie uweledi, ujue hizi klabu ni kubwa. Unapongelea unapongelea Simba na, na Yanga unaongelea nchi. Kwa hiyo unapopewa zamana kuiongelea Yanga ongea vitu vya kiweledi. Simba naipongeza kwa sababu wanatambua na mipaka gani, kuna muda tujue Simba wanajua mipaka yao, Sio kama Simba ana makosa, mipaka wanaijua themes...